Min husni islamil mmanitarkuhumala, yane ni ya katika uzuri wa Uislamu wa mtu kuacha mambo yasiyomhusu ni katika Uislamu ambao ni mzuri mno. Uislamu ulio bora ni kuacha jambo lisilomhusu mtu. Angalia maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanavyomfundisha tabia ya nzuri jambo namna alivyokuwa ni nzuri vipi, namna livyokuwa ni mbaya vipi, kama halikuhusu usitie mdomo wako kwenye jambo hilo. Sawa, uislamu ulio safi ni mtu kuwacha jambo ambalo lisilomhusu. Sawa, zuri na nini, lakini si halikuhusu. Sawa, mm. ndivyo hivyo livyo, lakini halikuhusu. Hata waswahili wenyewe wasiwanasema bwana ni kweli lakini hayakuhusu jamani. Si wanasemaje? ni kweli lakini hayakuhusu. Basi uislamu ndio uliofundisha hayo, uislamu ulio safi. Hata kama jambo lina jirani yako rafiki yako, kama mwenyewe ameamua siku, na wewe ukawa umelisikia na umeliona hilo no jambo, lakini pengine watamani, na una ushauri wa kuenda kumshauri, lakini hakukwambia wewe usimwambie usimwe. Kwa sababu gani? Pengine yeye kaamua sikueleze jambo lile, kwake pengine ni aibu. Kuna mambo mtu pengine mwenyewe kapanga yamolile, Kasa, merijua, atuna, jambo lile wewe usilifahamu. Sasa hata kama umelijua, kuna watu wa tabia mbaya. Mimi nasikia bwana eti una jambo kadha kadha kadha, nasikia watu wanasema kuhusiana na wewe. Kusema hivyo ni vibaya kwa sababu pengine kwa kuwa yule hakukwambia ametaka wewe jambo hilo usijue, na wewe eti wajidai kwamba ni mema sana, wamwambia, mimi nimesikia bwana, wewe umefanya mkanda. Sasa pengine wewe hakutaka ujue, kwa kusema kwako kimwambia, ni sawa sawa, unamuwadhiri, hataki. Pengine kuna vitu fulani kwa kulingana na heshima yako eh, vile ulivyo hataki wewe ufahamu jambo kama lile. wewe naonakea kumwambia mimi nimesikia jambo bwana. kuniambia bona kuniambia kuna watu hao wa. ni tabia mbaya kufanya hivyo. Ni tabia mbaya kama mtu kaamua jambo asikueleze, kwa nini wena umwambie kwa bahati wewe umesikia jambo kadha kadha? Kufanya hivyo ni tabia mbaya ambayo hakufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Min husn islami lmari, ni katika Uislamu wa mtu ni katika uzuri wa Uislamu wa mtu. Tarkuhu ma la yaanihi, kuacha jambo lisilomuhusu.